Sawa, leo tunafika kwenye Zaburi 93. Hii ni shairi ambalo wataalamu wengi wa Biblia wanaamini liliandikwa na mlawi asiyejulikana ambaye alirudi nyumbani kutoka uhamishoni Babeli. Amefika nyumbani, anasaidia kujenga upya hekalu, na unaweza kukumbuka kutoka kwenye safari yetu ya hekima kupitia Ezra na Nehemia, kujenga upya hapa ilikuwa karibu na kazi isiyowezekana, imejaa vifusi, upinzani kutoka kwa watu wa jirani una tatizo hilo. Wao wanamchukia Mungu, hawa wabudu sanamu wanaoishi karibu. Hii ni hii ni, hii ni kazi isiyowezekana kwa kweli. Inasikika kama vikwazo tunavyokabiliana navyo katika dunia tunayoishi leo. Si rahisi kumfuata Bwana. Sawa, huyu Mlawi hapa haangalii matatizo yote, anaangalia nguvu za Mungu, na aya ya kwanza inafunguka kwa mawazo hayo: Bwana anatawala amevikwa utukufu. Dunia imeimarishwa, haitawahi kusogezwa. Kiti chako cha enzi kimeimarishwa tangu zamani, wewe ni wa milele. Kwa maneno mengine, historia ya binadamu inajitokeza hasa kulingana na mipango ambayo Bwana aliweka tangu mwanzo wa wakati. Haitabadilika kwa sababu yeye hawezi kubadilika. Yeye ni wa milele, mipango yake ni kutoka milele iliyopita kwa hivyo fikiria hilo mpendwa. Chochote au yeyote anayekukandamiza leo, labda ni watu wako wa taifa moja. Basi, hawawezi kubadilisha ahadi na mipango ambayo Mungu ana mawazo nayo kwa ajili yako. Wenda usielewe kwa sasa, lakini Mungu anaelewa. Wenda unakabiliwa na ugumu leo kwa sababu ni midhamu ya Bwana. Labda umejitenga na Bwana, na yeye anasumbua maisha yako ili kukurudisha katika ushirika naye. Hivyo ndivyo mwandishi wa Zaburi anavyosema katika mstari wa 12 wa zaburi hii inayofuata, hata nidhamu inavyowekwa na upendo wake kwako kama mmoja wa watoto wake. Sasa tunapoingia katika zaburi hii inayofuata, hii ni Zaburi A, 94. Sasa swala hili linapanuliwa na huyu mshairi asiyejulikana tena. Yeye, yeye anashughulikia swali la kama Mungu anajua maelezo yote ya dunia yetu ya uovu au la. Je, yeye. Je, yeye anafahamu kweli matatizo yote unayokabiliana nayo leo? Labda unajaribiwa kufikiria kwamba pengine hataki kusumbuliwa na hili, ni rahisi sana au dogo sana uhangaika nalo. Kweli yeye hajali kuhusu hilo? Yeye ndiye anayeidhibiti na kujibu hilo ipasavyo. Mtunga zaburi anachovya kalamu yake kwenye wino wa uumbaji na anasema kuhusu Bwana hapa katika mstari wa tisa, yeye aliyepanda sikio, je, hasikii? Yeye aliyeumba jicho, je, haoni? Kwa maneno mengine, ikiwa Mungu anaweza kuumba maajabu ya jicho la binadamu, unafikiri ana shida na uwezo wake wa kuona? Fikiria kwa muda kidogo kuhusu maajabu ya uumbaji wa Mungu. Jicho lako lililoundwa na Bwana ni umbaji wa kushangaza na changamani sana. Fikiria kuhusu hilo, ni muujiza wa muundo wa nyuzi za macho unaojisafisha na kujirekebisha. Hata Charles Darwin aliandika kwa rafiki yake wakati mmoja kwamba nadharia yake ya mageuzi ilikuwa katika sehemu yake dhaifu zaidi wakati wa kuzingatia mageuzi ya jicho la binadamu kama vile Darwin alivyomwandikia rafiki mwishoni mwa maisha yake, na ninanukuu, jicho hadi leo linanipa mshtuko wa baridi, lakini akili yangu inaniambia napaswa kushinda mshtuko huo wa baridi. Sawa, hebu ni kuambie hakupaswa kushinda mshtuko huo wa baridi. Alipaswa kusikiliza. Ugumu wa jicho unaashiria ugumu wa mbunifu wetu na ubunifu wake, kama vile simu ya kisasa au au saa ya mkononi inavyoashiria mhandisi mwenye akili nyingi ambaye ni mwerevu sana. Unajua, leo unapoitazama kitu, mwanga hupita kwenye lenzi ya jicho lako na kuletwa kwenye umakini katika retina. Una zaidi ya seli milioni mia moja za kupokea mwanga katika retina yako. Baadhi zimeundwa kwa ajili ya picha nyeusi na nyeupe, zingine zimeundwa kwa ajili ya rangi misuli midogo katika jicho lako inasogea ili kuleta vitu hivyo kwenye umakini, na misuli hiyo inasogea zaidi ya mara elfu mia moja kwa siku. Kwa hiyo kama macho yako yamechoka sasa hivi, basi sasa unajua sababu yake. Sasa, pamoja na hayo yote, fikiria tu mfumo wa mawasiliano kati ya macho yako na ubongo wako. Hiyo ni ya kushangaza. Mradi mmoja wa utafiti wa hivi karibuni ambao nilisoma ulionyesha kwamba ingechukua kompyuta ya haraka zaidi duniani miaka mia moja uiga kile mishipa ya macho yako inavyofanya kila sekunde. Fikiria miaka mia moja kwa kompyuta kuchakata kile unachochakata kwa sekunde moja. Tazama, huo ndio ujumbe wa kukemea wa mwandishi wa Zaburi hapa katika mstari wa nane. Hivi ndivyo anavyosema: wapumbavu mtakuwa na hekima lini? Yeye aliyepanda sikio asikii? Yeye aliyeumba jicho haoni? Hoja ni kwamba anaona. Sasa, pamoja na hayo, inakuja imani ya mwandishi hapa, na ina msingi mzuri anaandika hapa katika mstari wa kumi na tisa, wakati mizigo ya moyo wangu ni mingi, faraja zako zinaburudisha nafsi yangu. Ah, Bwana. Bwana anaona hawapendwa. Bwana anasikia, Bwana anajua. Na yote hayo yanakuambia leo ni kanuni hii, ukweli huu, Bwana anajali. Sasa hapa katika Zaburi 95 mshairi ameandika wimbo ambao pengine uliandikwa kwa ajili ya sikukuu ya vibanda ya kila mwaka. Sikukuu hii ilisherehekea neema ya Mungu kwa Israeli ambao walizunguka miaka 40 jangwani. Mstari wa kwanza unasema: njoni tumwimbie Bwana, tumfanyie kelele za furaha, mwamba wa wokovu wetu, tuje mbele zake kwa shukrani, tumfanyie kelele za furaha kwa nyimbo za sifa. Kwa nini sherehe zote hizi kweli? Kwa sababu tunaambiwa Bwana ni Mungu mkuu. Tunaambiwa hapa katika mstari wa tatu. Mstari wa nne tena unamwonyesha Mungu kama kama muumba mkuu wa kila kitu. Mstari wa saba unaelezea Mungu watu kama watu wa malisho yake na kondoo wa mkono wake. Mwandishi wa zaburi pia anatoa onyo hapa katika mstari wa saba: heleo Mkisikia sauti yake msifanye mioyo yenu kuwa migumu sasa kwa hilo anaendelea kurejelea matukio mawili kutoka historia ya Israeli wakati Israeli walifanya hivyo walifanya mioyo yao kuwa migumu la kwanza ni katika kutoka 17 walipolalamika kuhusu kutokuwa na maji ya kutosha ya kunywa kisha karibu mwaka mmoja baadaye la pili tukio linatokea katika hesabu sura ya 14 watu walifanya mioyo yao kuwa migumu walikataa kuingia katika nchi ya ahadi Ah, walidhani wale majitu katika nchi walikuwa wakubwa kuliko Mungu. Kwa hiyo, kwa hiyo tunapaswa kufanya nini na onyo hili leo? Lo, hii inatumikaje kwetu? Naam isiyo na wakati inatumika kwa njia mbili. Kwanza, ikiwa wewe si muumini, hii ni mwaliko kuamini Injili na kumfuata Mungu wako muumba Bwana Yesu na na unapaswa kufanya hivyo lini? Leo. Andiko hili linasema leo kama mkiisikia sauti yake, fanyeni sio ngumu mioyo yenu. Hebu nikutie moyo kufanya hivyo sasa hivi. Inamisha kichwa chako sawa mahali ulipo, vuta juu ikibidi, na sema Bwana Yesu, vunja moyo wangu mgumu, haijafanya chochote ila kuvunja maisha yangu vipande vipande. Leo ninatubu dhambi zangu, ninakukabidhi vipande vilivyovunjika vya maisha yangu. Tafadhali nisamehe, niumbie maana na kusudi kwa maisha yangu, ninapoishi kwa ajili yako. Sasa Bwana, neno lako linasema kwamba kila mtu atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Mungu, mimi ninakuita sasa, na ninakushukuru kwa kujibu maombi yangu, kwa kuniokoa, kwa kunisamehe na sasa mimi ni mimi ni mmoja wa kondoo wa malisho yako. Asante. Je, kuna matumizi ya onyo hili kwa muumini? Oh, kabisa. Kwa kweli katika agano jipya mwandishi wa Waebrania inanukuu sana hii hicho hicho hapa katika Zaburi 95 kama onyo kwa Wakristo, anawaambia Wakristo hivi: himizeni kila mmoja, yaani kuelekea uaminifu ili hakuna yeyote atakayefanywa mgumu na udanganyifu wa dhambi hiyo ni Waibrania sura ya tatu na mstari wa kumi na tatu na hiyo ni kwa Wakristo. Kwa maneno mengine, usiruhusu maisha yako muumbini kunyauka juu, usiruhusu moyo wako kuwa baridi na usiojali. Na kwa njia, ni wakati gani bora wa kumwomba Bwana kulainisha moyo wako ili kuishi kwa ajili yake? Leo sasa hivi wewe ni mmoja wa pondoo wa malisho yake. Yeye ni Mungu wako binafsi, Mungu yule aliyeumba masikio na macho yako u uh, kumtumikia yeye. Na kwa njia hiyo inamaanisha kwamba wewe si ajali. Kwa kweli, iwe wewe ni muumini au la, maisha yako ni sio ajali. Wewe sio kama mageuzi moja yamependekeza tu mkusanyiko wa asidi za amino na protini ambazo zilianza kuishi bila sababu yoyote inayoonekana. Unajua, sababu isiyoonekana e, inamaanisha nini? Inamaanisha huna maana inayoonekana, na hiyo inamaanisha una msaada au mwongozo katika maisha, na maanisha wewe ni dhahiri wa uwezo wako mwenyewe, sio kulingana na kitabu hiki. Muumba wako anasema kitu tofauti kabisa kuhusu wewe. Kwa kweli Sikiliza kile Nabii Isaya anaandika. Hivi ndivyo asemavyo Bwana, aliyekuumba aliye kufanya tangu tumboni, na atakusaidia usiogope. Si Isaya arobaini na nne mstari wa pili? Usiogope. Kila kitu kuhusu wewe, kila kitu kuhusu maisha yako, kila kitu kuhusu nchi unayoishi, kila kitu kina mamlaka yake, lengo lililoundwa, hata kama hatuna maelezo yote tunayotaka e upande huu wa mbingu, lakini kama Mungu ana hekima ya kutosha na akili ya kutosha na nguvu ya kutosha kuumba macho yako, ana hekima ya kutosha akili ya kutosha nguvu ya kutosha kukulinda mwenyewe. Kwa kweli, mshairi anataka uimbe leo ukweli huu hapa katika Zaburi tisini na tano na mstari wa saba nini. Ni watu wa malisho yake, kondoo wa mkono wake. Basi mpaka tutakapoanza safari yetu ya hekima tena, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote amina.